Na serikali imeamua kutoa nafasi nyingi za kazi tena aa, katika halmashauri mbalimbali, na hii hapa ni Halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni, tangazo la nafasi za kazi. Nafasi zilizoweza kutolewa ni pamoja na dereva daraja la pili, kuna nafasi mbili, lakini pia tuna, tuna nafasi mbili za dereva daraja la pili katika Halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni. Kazi na majukumu ni kukagua gari kabla na baada ya safari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali ya safari ya kikazi na kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali, kufanya usafi wa gari na kadhalika. Sifa ni mwajiriwa mwenye cheti cha kidato cha nne. Uwe na cheti chako cha form 4 lakini pia uwe na leseni daraja E au C na uwe umeendesha gari kwa mwaka mmoja bila kusababisha ajali. Lakini hakikisha pia unakuwa na cheti chako cha basic driving course iliyotolewa na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA au chuo kingine ambacho kinatambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara ya yani ni kwa kuzingatia mishahara ya serikali TGSB. Masharti ni kwamba uwe na miaka kuanzia 18 hadi 45, lakini pia uwe raia wa Tanzania. Na hakikisha viati vyako vimehakikiwa na TCU natcect pamoja na nat kama ulisoma nje ya nchi na result haitakubaliwa. Hakikisha unakuwa na viati vyako original. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 24 mwezi wa kumi, na hakikisha kuambatanisha barua yako ya maombi iliyosainiwa na viati vyako vya elimu kwenda kwa mkurugenzi wa manispaa, Halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni, SLP 36009, Kigamboni, Dar es Salaam. Na maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira, yaani portal.ajira.go.tz na kama huwezi kutuma maombi kupitia akaunti yako ya Ajira Portal, tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia kufanya maombi yako. Kwa hiyo hakikisha unatuma maombi yako katika mfumo wa Ajira Portal, na kwa wale ambao ni mara yao wa kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii. Santeni na karibuni.